Tazamaji, mungano, chamacho, alimu, Nata, Tawila, Garisa, alimu, kashifu, kwa mtazamaji, muungano wa chama cha walimu KNUT tawi la Garissa limekashifu tume ya kuajiri walimu TSC kwa kubatilisha nafasi 482 za walimu waliokuwa wamehitimu kupandishwa ngazi katika eneo la Kaskazini Mashariki. Kupitia katibu wa muungano huo Abdi Razak Hussein, muungano huo umesema kwamba ni jambo la kuvunja moyo kwa TSC kufanya hivi, hasa kwa walimu walio katika eneo la Kaskazini Mashariki ambao wanapitia changamoto nyingi, zikiwemo usalama na kwenye mabadiliko hayo walimu mia tatu na tatu kutoka kaunti ya Garissa walitarajiwa kupandishwa ngazi, lakini TSC kabatilisha nafasi mia moja thelathini na tisa huku walimu mia tatu arobaini na moja katika kaunti jirani ya Wajia wangepanda daraja, ila nafasi mia mbili zikikataliwa kumi na nne zikikataliwa na tume hiyo. Mizo hawaendi nyumbani kwa sababu wanahofia kushambuliwa ku, ku, ku, kwa barabara na ardhi hapa ni kubwa kabisa na ni jangwa, barabara hamna, so wanahofia maisha yao. Sasa mwalimu ambaye yuko katika hiyo hali badala ya kusaidia yeye kupromote yeye ili awe katika mambo yake iwe mzuri. Sasa wewe tena unamteremusha unamwambia hakuna kupro, kupromote wewe ama unamwambia umepromotiwa na tena una unamkataza. Una, una, una hiyo sasa ni, m, hiyo ni mbaya sana. Na hiyo haiwezi kupatia mwalimu morali kabisa. Wamekosa morali walimu. Walimu wamekosa morali. Mtu ambaye amebaki sasa mwaka mmoja kwenda eh na amekaa kwa hiyo grade karibu miaka 15 na tena unamnyima huyo mwalimu sasa atawajibika namna gani? Hiyo ni ngumu kabisa.